Assalamu alaikum warahmatullahi wa, wa barakatuh. Wasikilizaji wetu wapendwa, karibuni tena katika kipindi chetu, kipindi mukipendacho cha Iko Wapi Zamani, kipindi kinachohusu historia ya mpira katika mji wa Mombasa na vitongoji vyake, ikiwa leo tumebahatika sana kumpata kijana wetu, kijana mshupavu, kijana maarufu na kijana mashuhuri mjini hapa na ni kijana wa mzee ambaye pia alikuwa ni maarufu meya wa kwanza wa mji wa Mombasa Msanif Kombo. Kwa hivyo leo tunaye mwanaye mwenyewe hapa ambaye alichangia pakubwa sana katika uchezaji wa mpira katika mji wa Mombasa, ingawa umri wake ukiwa bado ni mdogo aa, lakini alifikia uh, daraja nzuri sana za kuweza kucheza mpira na kujulikana mjini Mombasa tafadhali. Msanif Kombo, leo tumebahatika sana kukupata na tumefurahi. Kwa hivyo naomba ujijulishe, ujitambulishe kwa wasikilizaji wetu, jina lako, ulipozaliwa, na maisha yako udogoni kwanzo, ulipoanza kucheza mpira na mpaka ukawa waupenda mpira na mpira nao ukakukubali kwa hivyo Msanif um, tafadhal naomba uanze kidogo kidogo, tutakwenda hatua baada ya hatua na maswali, kila unavyozungumza tutajenga maswali zaidi kupata mengi katika yale ambayo uliojitayarisha nayo kutupa. Tafadhal Msanif, uwanja ni wako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Namshukuru Allah kwa kunipa fursa hii ya kupewa nafasi na iko wapi zamani nielezee historia hii, safari na maisha yangu ya uchezaji wa soka katika mji wa Mombasa, kama vile captain alivyoelezea hapo mwanzo. Kwa majina anaitwa Mohamed Sanif Kombo, alizaliwa Mombasa namo 1967 katika mtaa wa Guraya bibi wa Shafi Kiringongo, katika famili uko wengi, lakini mimi ndio nilikuwa napenda sana kucheza soka tangu utotoni, kuanzia tukitumia kucheza mpira wa makaratasi. Tulianzia mitaani na ilikuwa mahali popote bora tu kuwe na nafasi kidogo, basi tunatumia fursa ile kucheza soka. Na hapo mtaani pia tulikuwa na uwanja ulikuwa umegawanywa upande miwili, upande mmoja ulikuwa ni makaburi ya wahindi wa kabila la maparisi, upande mwingine kulikuwa na uwanja ndio huo sisi tulikuwa tukichezea soka hapo, ukiitwa Boma Dogo. Sasa kumejengwa soko na hoteli, majina yaitwa Soko Ndogo, na mbele yake kuna Fayaz Bakri. Hapo ndio chanzo changu mimi nilipoanzia soka, kabla sijaanza nursery school, nilisoma chuoni kwa Maalim Juma Madrasatul Mahasina Kaloleni, wakati nikiwa na miaka mitano. Baadaye ndiyo nikaanza nursery school Majengo village Hall. Nilivyoanza primary, soka ilikuwa moyoni mwangu, nikacheza soka junior timu ya Bakston ilipokuwa imebadilishwa jina ikaitwa Arjingala Primary School. Na upande wa madrasa kulikuwa na ligi yetu ya mashindano ya soka na pia tulikuwa na mashindano ya quiz upande wa masomo. Baadaye nikaenda transfer Kaloleni primary school 1983. Nilisajiliwa na klabu ya Chelsea FC Kaloleni, Mombasa. Kisha nilienda nikamaliza primary school Tomboya 1985 nikajiunga na Mombasa High School nikamaliza hapo form 4. Nilipokuwa shuleni Mombasa High School niliweza kupewa ukapteni wa skuli. Masha uh, mashallah Muhammad Msanif. Muhammad Msanif Kombo, naona mashallah umeanza uh, kutiririka vizuri kabisa. Uh, na maelezo yako, ili tusiwasahau wale generation ulioinukia nao ukiwa mahasin al uh, madrasa kwa Maalim Juma. Ningependa tafadhali kwanza pia utupe majina ya vijana wenzako grupu, kama timu ile, timu ya vichochoroni ulikuwa na kina nani, mkienda mbio, mkiunda timu, mkicheza uh, kabla hata hujaingia uh, Chelsea na vile vile ulipoingia Chelsea hii uh, generation yako ulikuwa uh, kina nani ambao uliwahi kucheza nao pamoja? Hao uh, generation ambao tulikuwa nao pale mtaani walikuwa ni kina Salim TZ, Said Baganda, Hassan Sobo na makazi nzangu Abdullah Kalanz, Sef Kalanz, Twali Babebe, Said Kivisti Sampol Omar Swaber na ndugu yake Awad Dala Ali na Said, watoto wa mzee Ndovu. Huyu mzee alikuwa Faisal Dam, na ndiye alikuwa amejitolea kufua fulana za Faisal FC akizianika pale home. Kulikuwa na kamba za kuanikia nguo ndizo alikuwa akizitumia kamba hizo. Baadaye tukaunda timu tukaita New Stars, tukienda kucheza mechi mtaa wa Mwembe Tanganyika. Kulikuwa na kiwanja pale mtaani, na pia tulikuwa tukimwokotea Abdul Ndinyo, ndiye alikuwa goalkeeper wetu, tukicheza na Liverpool, timu ya kina marehemu Abu Abubakar walivyoinukia wengi wao walijiunga na timu ya Black Panther, na wapinzani wetu wengine walikuwa ni Seven Stars, kina Muhammad Sari, Hassan Chekacheka, Badi Jabir, marehemu Sabri Njugu na wengineo. Na timu nyingine wapinzani wetu walikuwa Simba FC chini ya kochi wao Hamis Barazal. Hizi timu mbili ni za Guraya. Pia nilikuwa na marafiki Mwembe Kuku, nilicheza nao kina Omar Kibana Maha Muhammad Majimbo na ndugu yake Jambia Saidi golkipa na ndugu yake Awadh, nilikuwa na Kazee Abu Shafi Juma Shenga marehemu Badi, marehemu Salim Make, Amin na ndugu yake Jamal na wengineo. Hawa walijiunga na Wananyuki FC baadaye. Kwa upande wa Madrasa Generation nilikuwa nayo tuliunda timu kwa jina la Wanasoka, kisha tukaibadilisha jina tukaita FC Tunisia. Mwisho tukabadilisha jina tena tukaita Rocky Boys. Jina tulipata pale Buxton Primary opposite Chuda Secondary, kulikuwa na mwembe, ndio kulikuwa kumepigwa msumari, hiyo saini ya jina la Rocky Boys. kwa majina wachezaji ambao tulikuwa nao ni marehemu Said Muhammad Awaz Shibibi Manyama na Arif Mbarak Awadh Chuchu ndio waliokuwa magolkipa wetu. Wachezaji walikuwa ni Salim Maleft, Hamed Hassan Subeya, Hamdo Abdullah, Islam Timimi, Hassan Ali Sharif, Bakar Maalim, Juma Swabri, Mbarak Anwar, Mbarak Hamada, Safari Mwangale, marehemu

kulinganisha maisha ambayo sasa hivi tunavyowaona vijana wanaoenukia uh, walivyojinasibisha na mpira na hizo zama ambazo uh, unazotutajia, unaona tofauti gani ambayo ilikuwa ni iliyopo? Yani, mulikuwa na uzuri gani ambao sasa hakuna tena na Je, ni watu gani ambao waliokuwa wakisupot hili jambo ambao utaendelea kuwakumbuka? Kwa sababu lazima kuna watu wazima ambao wanawajaribu kuwashajiisha nyinyi vijana, na wale ambao wamejitahidi kujitolea kuona kwamba wao <coughs> wanawasimamia vijana wajiendeleze. Wa, wa hilo ni suala moja. Suala la pili uh, wachezaji gani ambao ulipokuwa wewe ukienukia, ulikuwa wakikuvutia waki ukipenda michezo yao, walicheza timu gani? nani nani, fulani fulani, ukisema loo, nilipomwona fulani akicheza, mimi na mimi nilitamani na mimi nijeniwe kama yeye. Kwa kusema la kweli, zamani au wakati wetu timu zilikuwa nyingi sana, kama vile alivyoeleza aliyekuwa chairman wa KFF ali Mbarak, na hata viwanja vya soka vilikuwa vingi. Mchezaji alikuwa ana option ya kuchagua timu anayoitaka kujiunga nayo. Kwa mfano upande wangu eneo niliyokuwa ambalo limenizunguka kuna timu kama tisa hivi. Kulikuwa na Nyundo FC, Bantu Warriors, Eleven Brothers, Black Panther Chelsea, Faisal, Wananyuki, Tononoka Rangers na Dandi. Imagine pale Bomani haukukuwa uwanja mkubwa sana lakini timu tano zafanya mazoezi hapo, nazo ni Wananyuki, Chelsea, Dandi, 1 Brothers jepokuwa Bantu Warriors walikuwepo upande wa skuli ya Mbeheni na Bondeni. Kiwanja chao hakikufikia standard ya uwanja wa soka unaostahili kufanyiwa mazoezi, lakini kwa hivyo walikuwa proud na uwanja wao. Wakati wetu tulikuwa twacheza kwa ghera kwa sababu soka ndio ilikuwa mahali peke yake utapata faraja, yaani utulivu wa moyo ukilinganisha na maskani. Ijapokuwa tulikuwa hatulipi mishahara, lakini mazoezi tulikuwa tukifanya sana tena sana, alfajiri baada ya swala, nikipiga rodi kilomita kadhaa kutoka nyumbani mpaka roundabout ya Changamwe, nafanya stretch ya viungo kisha narudi zangu rodi mpaka Bomani. Ikifika pale uwanjani, nakutana na wenzangu ambao wanatoka timu tofauti tofauti, washafika, aliyetoka madubaha kufanya zoezi na kuogelea au waliofanya mazoezi uwanjani ama pale pale kwenye ngazi za skuli, zoezi la kupanda na kushuka ngazi. Wakati mwingine tunafanya mazoezi ya kupanda kilima na ngazi pale wanapochomwa mabaniani wakifariki. Kisha tukifika uwanjani twachaguana timu mbili strong, twacheza soka mpaka saa mbili. Tukimaliza kila mtu mwenye kuenda makazi, anaoenda shule, kila mtu yuaenda zake kwenye shughuli za kawaida na tulikuwa tuna mazoezi ya coach wa timu yetu ama zoezi lako mwenyewe la, la kando, au tunajipanga, twakutana kama watu sita au saba, tunafanya zoezi kwa pamoja, na wala hatuchezei timu moja bali kila mtu ana timu yake tofauti tofauti. Tulikuwa wachezaji tumeshikana hata kama hatuko timu moja. Kwa wakati huu timu nyingi sana zile ambazo zilikuweko zamani zimekufa, mpaka zile zilikuwa zinawika pia huzisikii tena. Sasa viwanja vya soka hakuna, msisimuko wa mashabiki umekufa. Mechi zikichezwa husikii mijadala wala shamrashamra mtaani kama vile zamani. Kiwango cha soka kimeshuka sana, ilhali vijana wa sasa hawataki kujishughulisha na soka, ni idadi ndogo kulinganishwa na wakati wetu. Sasa wachezaji wanalipwa na wenye kuajiriwa kazi wanaajiriwa, wakati wetu ilikuwa vigumu sana kupata nafasi kama hizi. Vijana wengi sasa wanajihusisha na anasa za kiulimwengu, na hiyo ndiyo sumu kwa mchezaji au mwanaspoti yoyote. Ukifika hapo ndipo basi maisha yako yanaharibika vibaya sana. Lazima ujikinge na mambo haya, kama wataka kupiga hatua na kufaulu maishani mwako kusakata soka. Kwa vile wachezaji ambao walinivutia sana ni wale wachezaji wakongwe wa, wa pwani, ijapokuwa wengi wao sikuwaona wakisakata soka enzi zao, lakini sifa zao bado zinavuma na zinazungumziwa na majina yao yanatajika mpaka leo, ijapokuwa wengine wao washatangulia mbele za haki na wengine bado wako hai. Kuna William Chege wa Uma Luo Union akiwa